Mimi nawaomba ndugu zangu, watu wa Kiambu, viongozi wetu wa Kiambu, na wasihi na waomba tuwe na umoja vile vile vile kanisa wametuonyesha, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. I want to ask the good people of this great county called Kiambu Tuwe na subira, tuungane, tushirikiane. Mimi niko tayari kufanya kazi na hawa viongozi wote, ili tutekeleze mambo ya Kiambu County kulingana na yale mambo tulikubaliana na nyinyi. Jameni, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane sio? Tushirikiane. Mi naona siasa hapa imechacha, lakini mi naona kuna mahali. Wacha niwasaidie kidogo, si ndio? Kuna uchaguzi imetangazwa ya Januari na mi naona pengine imewachanganya kidogo. Uchaguzi ya Januari si ya gavana, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, baada ya gavana itakuja baadaye, ama na magari. Jameni, tuko pamoja. So mjipange na uchaguzi wa UDA kwanza, alafu hiyo ingine. Kila mtu achaguliwe kulingana na ile kazi amefanya, si ndio? Hakuna mtu atachaguliwa hivi hivi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye ni hodari na matusi hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye anajua sana atikupiganisha watu hapana. Tunataka tuunganishe wananchi wa taifa letu la Kenya, neturaikuidhania tunaelewana.